Ikitokea mmefanya vipimo wote wawili wewe na partner wako, na mkagundulika hamna changamoto yoyote ya uzazi kati yenu, na bado zoezi lenu la kupata mtoto linakuwa refu sana, na washauri kufanya haya mambo matatu muhimu. Hizi ni trick na wapa kwamba ni namna gani mnaweza kusababisha uh, ujauzito bila ya kutumia dawa yoyote. Ukizi apply njia tatu, zoezi lenu litakuwa rahisi sana, okay. Namba moja, mwanaume Jitahidi utunze sperm zako kwa at least 3 days bila ya kuzitoa kwa namna yoyote, aidha kwa kufanya masturbation au kwa kwenda kushiriki na mwanamke mwingine wakati mwanamke wako yuko nyumbani okay. Njia ya pili, mwanamke, mara tu baada ya kumaliza tendo usikimbilie kwenda kujisafisha. Tunajua usafi ni kitu bora sana, usafi ni kitu kizuri sana lakini, kwa wewe ambaye unatafuta mtoto na, na zoezi limekuwa gumu, jitahidi kufuata haya maelekezo na yatakulipa siku moja. Nitakwambia kwa nini baadaye. Njia ya tatu ni position au mikao ambayo inatumika hasa wakati wa ejaculation. Hapo inashauriwa itumike mikao ambayo inafanya kizazi kiwe karibu, kizazi kiwe jirani, na most preferably, ni mkao wa missionaries, mkao ambao unakona unakona alia mgongo unatazama juu kwa mwanamke. Huu ni mkao ambao unafanya kizazi kinakuwa kiko jirani sana. Lakini mkao mwingine, mkao ambao unalia tumbo lakini una separate miguu lakini mkao wa tatu ni mkao ambao unaalia ubavu wa kushoto au ubavu wa kulia. Hapa nazungumzia wakati wa ejaculation. Lakini kuna watu ambao na struggle kutafuta mtoto kutafuta ujauzito kwa muda mrefu na hawafanikiwi, na bado mkao ambao unaupendelea ni mkao ule wa kuwa umebendi umeinama. Ni kweli yule mkao unafanya kizazi kinakuwa kiko mbali sana na sio rahisi kuwa ku succeed kwenye zoezi leni. Ni mkao gani umekuwa ukiupendelea? Share na mimi kwenye comment section.